Watu hao ni mama pamoja na watoto wake ambao walifikishwa hospitalini hapa kwa nyakati tofauti mwanzoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Katika matibabu ya ya watoto hawa ya vipimo vilionyesha kwamba walikuwa na shida ya ini ambako zile uh, ndo sababu kubwa na chanzo ambacho kilipelekea watoto hawa kufariki. Lakini kwa upande mwingine pia tarehe mbili tuliweza kumpokea mama yao akiwa alitokea nyumbani akiwa na dalili a, kama hizo ambazo watoto walikuwa nazo, lakini katika matibabu naye mama tulimpoteza tarehe tatu mida ya saa tisa mchana. Kwa hiyo tumeshindwa kujua haswa sababu ya changamoto hii, lakini kwa sababu uchunguzi wa kitabibu unaendelea na a, pamoja na uchunguzi a, kutoka kwa sampuli zilizochukuliwa basi tunaweza tukapata majibu kutoka huko. Ila kwa sababu Jeshi la Polisi mkoani hapa linakiri kuwa na taarifa ya vifo vya watu hao, lakini linatoa angalizo kwa wananchi kutoa taarifa juu ya matukio ya vifo vyenye utata. Sisi kama polisi tulipata taarifa tarehe tatu mwezi wa sita e, mwaka, mwaka huu jioni kwamba kuna vifo vitatu vimetokea vya kutatanisha. Ni tukio kubwa sana ambalo limegusa mioyo ya watu wengi na limetishia maeneo mengi kwamba ni tukio la hatari sana. Uchunguzi zaidi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo bado unaendelea. Helen Kawiche, Azam News, Manyara. <mucho>